Yes, na mbele yako ni John Mangia eh. anazungumza sana huyu mwamba huyu, na alijinadi kuelekea kwenye mchezo huo na alizungumza ya kwamba kwenye engo ya mpira wetu wa Tanzania. John? Mambo vipi? Uko Kwe, saa, sawa? tanzaniambona ah, mshukuru Mwenyezi Mungu aema nayo mzima panzu uwanjani pakome uwanjani ah, sawa ha, ha, ha, ha. Mimi, mimi sitaki mambo ya dabi. Sasa hivi kipindi cha uongozi wetu itafakari. Tafakari mwenyekiti wetu wa taifa ana shida yeah. timu haijafanya mazoezi yeah. Eh? unakata watu wasiende uwanjani saa saba kasorobo unaingiza timu alifanya bunju bunju, anja watu watakapae kwa mkapa mwezi ya mwisho, na atazuia bwana, yeah. Ha, uoga wake mwenyewe, uoga wake mwenyewe kupeka timu uwanjani kakataa kwa tusipeleke timu uwanjani msimamo wa Simba ule. Barua ya barua ya kwanza tarehe kumi na mbili ge ki na barua Zubeda Bikamba tarehe kumi na tano

kuwakilisha ndio wajumbe kialari kiarali. Pa unamwona nani huyu Magoli? Umeonaje? Moto gani bwana, mimi na, na uchungu kufunga mara tano bwana, moto gani bwana, cha moto bwana, mimi niuze ah, kwa nini unafunga mara tano? nilikwambia hivi hmm. mimi niko na mangungu yeah. Mimi niko na magungu atuachie timu yetu memaliza timu yetu aate mashindano, mashindano timu aachie timu sio ya kwake ile timu, yeah. So kwa yeah. timu, timu ziko nyingi wenyewe, nikwambia hivi mm. tushachoka kufungwa nikwambia yeah. hivi yeah. asadalali yeah. kuanzia mwaka elfu mbili mpaka uh -huh. elfu mbili na tisa. yeah. Yanga kafungwa mara nane mfululizo, Dua mara mbili, Dua mara mbili, yeah. yeah. Kabando mara tatu Hapana, Simba bovu ya Manji Amde goli tano, hakuna mara tano

Kwa sema tarehe 25 na peke timu kwa klabu Simba. Ndio sasa hivi wanefungiwa. Ule utabiri wa watani wenu ni kama umetimia sasa. Nilikwambia hivi. Simba anachua vikombe mara nne mfululizo. Simba yeye kufunga mara tano na Yanga. Lakini mnijivunia marefali kutoka Misri. Aijivunia nani? Simba. Ninyi mashabiki. Sio tu mpira huo. Sio tu Simba. Ninakwambia hivi, hakuna mwanasimba yoyote aliye msife farihi kutoka nje. Hakuna. Ninakwambia hivi, sisi tunalia na uongozi wa Simba ni mbovu. Kwanza wajumbe wake wote tafakari. Ninakwambia hivi, mimi mm. nalia na, na uongozi wa Simba sio mzuri mm.

Tatu acha acha bari tazoni unatumika zungumza ni kweli, huu ni waza ukweli. Unaficha nini kipa boa ni Musa Kamala, ndio kama takataka tu bana, sio kipa takataka, ana nini bana? Kesha makundi, kama kipa boa kwa nesha makundi? Kwa nesha makundi ya buka mkapa goli moja, walishindwa, kwa jone dabi inauma, nimekwambia hivi na udia tena kauli yangu, Yanga fungwa mara tisa mbona uzungumzio?

Yanga si bingo historia. Kwa historia ataki, kwa historia ataki historia. Mambo zao mbona, mambo zao mbona sasa unasoma mambo zao za zamani unasoma. Unasema mpanzu wa kucheza siku ile? Mimi siko na mpanzu, wewe bwana, usirushe nyuma usije atumdunze mpanzu. Tutazungumzia uongozi wa Simba sio mzuri. Utafakari basi mmejizali watoke nje, mmejizali TV kuhakikisha kuwa mnaongoa uongozi. Nilikwambia hivi subiri zi usafika

Imefungwa Simba. Kwa nini mwenyekiti nani basi, kama alivyo basi, yeah. Mangungu. Si Mangungu. Simba mwenyekiti Simba Mangungu, uh, uh, ni mwenyekiti unajibu, ni mwenyekiti wa Simba nani? Paka sasa hivi, mpaka sasa hivi basi yeah. niulize swali lingine, niulize swali lingine, niulize. Yeah. niulize swali lingine nikwambia, yeah. hivi yeah. ninakwambia hivi yeah. ikifungwa Simba yeah. lawama ngushi mashabiki

h mfulizo akiongozi wake u mama we umezungumzia engo ya dabi ya Kariakoo. Msimu umemalizika pasina mnyama kuweza kutoa kikombe cha aina yoyote kati ya mashindano yote ambayo yameshiriki. Mmefeli wapi msimu ambapo mnatakiwa kuhakikisha mnapaweka sawa, kurejea katika msimu, kwani mnyama msimu shakuisha, msimu mwingine tajipanga kwa mwakani. Usajili wa nini? Si msajili tatu tu. Usajili si bado. Subia usajili. Usajili bado baba. Usajili bado. Hata dirisha haijafunguliwa. Inabidi muingie sokoni kwanza. Nakwambia hivi, nikwambia hivi, usajili bado hmm. Timu yangu bado iko bora sana. Timu yangu bado iko bora sana. Msajili aliondoka. Akwe msajili mheji anadai. Posho hakuna. Hakuna msajili aliondoka hata mmoja. Hakuna mtu anaye, anaelewa kama mtu aete video huyu anadai kama una simu ya tochi mpaka kitenga kwambie, msiba mzito. Kuwa na simu ya kijeya kufa, kupangusa, habari hizo unazipata, lakini kama una simu ya tochi usia kitenga kuongoza kwenye michezo utafeli, msiba mzito Yanga. Yanga umekwenda mbali kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya ali Shabani kama amekwenda na kusema ya kwamba tunapocheza na Simba hatuna utofauti na kama tunapocheza na Kengoli, kauli ina maanisha nini? Na amesema dabi yao ni wao na Azam. Kwa nini na Azam? aa kune kanga yamo she kune kanga yamo. Wewe ni mtoto mdogo sana chochote. Wewe ni mtoto mdogo. Mimi jui welewe kama mtukana.

Zani anagaa ndani Zawadi. Hmm. Ile inakamata bado ligi nakamilika baii nekamilika bado ligi nakamilika neka Kwa nini? Wengine wamengatuka kwenye ningatuka Yeah. Ninakwambia hivi wenzetu Yeah. Na mpango huo kuvunja mkataba Uh -huh. Mkupe sisi ndani kuvunja Yeah. Mkataba andkakarie la kidau Yeah. Ili ingie JSM kudhamini ligi mkataba te, ule mkataba azamu uvunjike. Hii TFF ilipe Azam miaka kumi na tano sababu mkataba Azamu miaka kumi kwenye ligi kuu miaka kumi sasa, atakuvunja mkataba Azamu, ndomana takila ondoke na Karia. John e, peleka neno lako kwa mashabiki ambao wako nyuma yenu kuhakikisha kuwa wanapita kwenye mlolongo ambao wanamtupia zigo la lawama, muktaza Mangungu mwenyekiti s. Mashabiki, mashabiki wa Simba tuungane, akuna kukaa kimya, tusio wanafiki, tuache unafiki ili ni wakati sasa kujenga timu yetu, huyu mwenyekiti aondoke, tuwe nguvu moja kama sodi ya Simba. Nasema Simba nguvu moja, atuachie timu yetu. Wana Simba tuungane, huyu mwana achie timu yetu, achuatie timu yetu, tuungane, tusikie anafiki kama kisugu pasi milioni mzalamu mboni nyewe uzungumzi wa mbukamaya najibisi nazungumze tuungane sisi peke yetu tuzungumze wote, hili jambo ni nayote. Tusipozungumza wote, ubana atoki. Tukishirikiana Tanzania nzima, ubana anatoka. Mwisho ombi la Mungu, shukrani sana. Huyo ni Joni. E, ligi imetamatika. Ligi imekwisha lakini ligi ambayo inaendelea kwenye viunga vya Msimbazi Ma, wanachama na mashabiki wa Simba wanaendelea kumwataki e, mwenyekiti Murtaza Mangungu, ambao wao ndio walikwenda kumpa kula ya ndio na ndio ambao wanasema hivi sasa ndio snichi kwenye klabu yao. Langu jina Njiva Osman, niko hapa maeneo ya Mwembe Yanga kijue cha, e, kijue cha wekundu wa Msimbazi Simba.